Wakristu wamekumbushwa kurejesha shukrani zao kwa Mwenyezi Mungu aliye mwingi wa rehema na kutosahau changamoto na nyakati walizopitia. Haya wameelezwa Machi kumi na sita elfu mbili na ishirini na tano jijini Dodoma na mtunza hazina mkuu, Mchungaji Nimrod Swai, katika ibada ya maadhimisho ya miaka kumi tangu kuanzishwa kwa kanisa la TAG Adonai International Church Mlimwasii. nitatoa wapi uwezo wa kuhubiri kama mtu huyu, lakini hawajaweza kusimamisha kanisa kila wakisimamisha kanisa halitokei. Nimeona wachungaji hawawezi kuhubiri, lakini wamesimamisha makanisa makubwa. Ni Mungu huleta watu, ni Mungu uinua watu, ni Mungu ubariki watu. Usiseme ni veti, usiseme ni nguvu zangu, usiseme kwa sababu nilikesha sana, lakini kwa sababu Mungu alinirehemu huu ni wimbo, Zaburi nzima. Huu ni wimbo, huu ni wimbo wa mtu aliyejua Mungu alikomtoa. Ni mtu tu asiyejua alikotoka, asiyeweza kushukuru. Ni mtu tu aliyekuta vitu vipo, asiyeweza kumwambia Mungu asante. Lakini watu ambao wanajua Mungu alikowatoa, kwamba kuna nyakati kwenye maisha tulikuwa katika giza, kuna nyakati tulikaa tukaangalia mbele tukaona giza, hatukuona barabara, tukigeuka nyuma tulikotoka, akutii moyo, tulipokaa, hapana matumaini, tukamuita Bwana akatusaidia. Hawa watu hupiga magoti na kumwambia Mungu asante wa hawa watu hawaogopi kutumia gharama kufanya shukurani mbele za Mungu. Na naelewa huyu Daudi alipakwa mafuta kwamba awe mfalme na akawa na watesi waliotafuta maisha yake, na mtesi wa kwanza alikuwa anaitwa Sauli. Baada ya kujua huyu ndio mfalme ajaye, akakusudia kumuua, na Mungu akamkimbilia. Anaposema Mungu ni makimbilio yangu, mwingine anaposema Mungu ni makimbilio yangu, haelewi. Lakini Daudi anaposema Mungu ni makimbilio yangu, anaelewa anachokizungumza, kwa sababu kuna wakati Daudi alikuwa anatafutwa na askari shupavu elfu tatu na kila mahali anakoenda kulikuwa kuna machawa wa Sauli wanasema, leo Sauli, nani? Daudi yuko yuko kwenye yuko Adulamu, yuko katika nyika ya Zifu. Kwa hiyo anafatwa. Mama, anajua ninaposimama hapa leo ni mtunza hazina mkuu. Wamenipa mashuka ya kujifunika, yeah. wamenipa mashuka, nimeshaenda kwake wanaandaa chakula nasema ngoja huyu bachelor ale. Nimetembea kwa miguu mara nyingi sana, hata usiku, kwa sababu sina nauli ya mia na hamsini ya kutoka tu pale Ubungo kwenda Changanyikeni. Kuna kipindi sina hela na koroga uji kwenye geto langu na kunywa uji, sio miaka mingi. Kuna nyakati naamka naangalia ufunguni, je, kuna mia imedondoka, niiangalie angalau nitaipata. Kuna siku vibaka wametaka kunikaba waninyanganye laptop. Tena laptop ya kuazima, unanielewa? Kuna siku nakumbuka, naenda kanisani, nimechoka, nimebeba laptop langu lizito li, li kubwa hivi na nimetembea kwa miguu kutoka Changanyikeni naelekea Sahara na ilikuwa ni asubuhi, nimechoka kabisa Wakati nakatisha barabara nikaangalia upande mmoja tu wa barabara, nikaona barabara ni nyeupe, nikawa najivuta tu lile laptop nime, nimelivuta lile mkoba langu la laptop nimelishika hivi kwa hiyo mkono huko nyuma huu, kwa hiyo huko nyuma hivi, niko katikati ya barabara, sijui lile Land Cruiser lilitokea wapi, nipo katikati ya barabara, alijaribu kunikwepa sana ile inaitwa sa, saidmira saiti saidi, saidi, saidi, vyovyote ikanipiga hapa, ikapiga hapa, nikaona ni, unajua nilipofanya hivi nikaona ile Land Cruiser linayumba hivi, kwa sababu wanatafuta, anatafuta balance, kwa sababu amenikwepa kiwango cha anafanya hivi, alafu naona ile saidmira inaninimia Watu waliokuwa hapo hawakuona kilichotokea, kwa sababu hakuna mtu ameniambia pole. <laughs> Yani, mimi nimevuka barabara na kuna watu hapo wala hawajaona ile tukio. Kwasabu, hile Kwayo, Mungu, Sayo, kwa sababu ya ile spidi. Kwa hiyo Mungu akatutema sasa, hiyo tumechoka, tumetembea kwa miguu. Bwana asifiwe sana, leo hii natembea na Land Cruiser. alafu ni sahau nilikotoka ni mjinga peke yake atakaye sahau mungu alikomtoa ni mtu asiyejielewa peke yake atakaye sahau bwana alipomsaidia katika shida zake Amen. na tunaposhuhudia matendo makuu ya mungu katikati yetu kuna watu wana mapito katikati yetu kuna watu hawajui watakula nini wataelewa ya kwamba ninapokosa chakula mimi sio wa kwanza ninapofika mali najiona mimi ni wa chini mimi sio wa kwanza Kumbe kuna wengi walikuwa chini na Mungu akainua ndani ya miaka kumi hii, wameponywa watu wengi sana, idadi sina, matatizo makubwa ya kutisha wamezaliwa watoto wengi sana ambao walikuwa hawezi kuzaliwa. Na sidhani kama wote leo watapata nafasi ya kusema, ni wachache sana, tutawaruhusu baadaye na wataondoa, wataongea dakika mbili au tatu, walau tuwasikilize watu wawili watatu, maana miujiza iliyofanyika hapa ni mingi. Mwaka jana na tu katikati mpaka mwaka huu wamezaliwa watoto kumi na nane na wale watoto wote ni wazima na mama zao ni wazima na wamejifungua salama. Acha waliopewa magari, acha waliojenga nyumba nzuri, acha waliofunguliwa kutoka nguvu za mapepo. Yaani, miujiza ni mingi. Hii miaka kumi Mungu amefanya maajabu. Mpeni makofi mengi. Lile wazo ambalo mchungaji alilipata kwamba anatakiwa alianzishe kanisa haukuwa mchakato mdogo mpaka kwenda kuanza. Kwa maelezo ambayo nimewahi kumsikia, aliwahi kufunga siku tatu kabla, na siku siku miezi mitatu kabla hajamwambia mtu yoyote kwamba anaenda kufungua kanisa amefunga miezi mitatu lakini kuna maombi mengine pia yalifanyika anajua yeye na mama mchungaji ili kanisa hili liwepo ili, ili sisi tuwepo haleluya wapendwa haleluya kanisa kwa hiyo tutakwenda kumshukuru mungu juu ya hilo kuna vita ambazo kanisa hili limepitia misukosuko mikali vita kubwa kanisa limepitia misukosuko kanisa limepitia kutishiwa kanisa limekutana na adha kanisa limepita jangwani lakini Mungu amelishikilia kanisa mpaka leo. Aleluya wapendwa, aleluya wapendwa, aleluya wapendwa, tumshukuru Mungu kwamba kila vita ambayo tulikuwa tunapigana tulikuwa, Yesu, tulikuwa tunashinda kwa jina la Yesu, tulikuwa tunashinda kwa jina la Yesu. Yako maombi tumeomba mengi katika vita mbalimbali, Mungu ametupa ushindi na tunamshukuru Mungu kwa ajili ya hilo aleluya. Kanisa hilo la TAG Adonai International Church Mlimwa C linaadhimisha miaka kumi ya kuwepo kwake tangu ilipoanzishwa na kutoa huduma tarehe 15 Machi 2015, licha ya changamoto, washirika wanajivunia Mungu kuwa pamoja nao nyakati zote. <mucho>